wahalul uqdata min milisani yafqahu qauli, amabaadi. Inshaallah Allah, ndugu zangu, wana mridi na wasoko wa mridi rasmi tunaanza kujifunza namna ya kufanya uradi baada ya swala za faradhi. Kipande ambacho au sehemu ya kwanza tukaanza nayo ni uradi huu ambao unasomwa katika sala mbili baada ya salati subuhi na salati al-magharibi. Alafu baada ya hapo ndio unafuata uradi ambao unasomwa katika swala zote. Kwa hiyo tutaanza na namna ya kusoma uradi huo unaosomwa baada ya salatu subuhi na baada ya salati al-magharibi. Uradi, uradi huu utausoma baada ya kuwa umetoa salamu, kabla haujakunjua miguu yako, ukiwa bado umeelekea kibla, utasema maneno haya kama ifuatavyo: la ilaha illallahu, wahdahu la sharika lahu lahu lmulku walahu lhamdu yuhyi wa yumitu wa huwa wa ala

Allahumma ajirina minannar, allahumma ajirina minannar, utaleta hivyo mara saba. Baada ya hapo, ndo utaweza kukunjua miguu yako na kuendelea na uradi mwingine ambao utafuata, unaosomwa katika kila swala.